Kizunguzungu kizunguzungu, kinaumiza kichwa. Kizunguzungu kizunguzungu kizunguzungu, kinaumiza kichwa. Tumepitia vingi tumeyavuka mengi tumeyaona mengi yote sababu ya ushindi. Tumepitia vingi tumeyavuka mengi kizunguzungu kizunguzungu kizunguzungu kizunguzungu kizunguzungu kizungu kizungu, kinaumiza kichwa. Mbona uko hapa na umepatwa na nini? Na istoshe, isio sehemu salama kabisa kukaa binti kama wewe. Ni historia ya ndefu sana dada yangu, sijui nianzie wapi. Ni hali tu ya kidunia ndio imenifanya mimi mpaka nimekuwa hapa. Matatizo yapya, unaweza ukanisimulia? Sikia, kuwa na amani kabisa, usiniogope. Mimi ni mtu mwema sana kwako na kuomba. Najua hutaweza kunisaidia, ila kwa sababu nishajikatia tamaa, acha tu nikwambie. Ilikuwa hivi, Neema. Nakupenda sana mpenzi wangu, lakini nateseka naumia sana, kwa sababu nashindwa kutimiza wajibu wangu kama mwanaume. Hali yangu ya maisha mimi ni duni, hata kula kwetu kwenyewe ni kwa taabu. Neema, wewe mwenyewe unaelewa Sio kama sikupendi, nakupenda. Natamani nikufanya wathamani kama wanawake wengine huko ulimwenguni, natamani nikufanye uwe bora, lakini nashindwa. Kuna muda najiona kama mwanaume suruali, najiona mwanaume mwegi Imrani, mimi nakudhalilisha mbele za watu lakini unanivumilia na kunipenda. Naona ni kunyima uhuru wako Neema, umefubaha kwa ajili yangu. Naona ibora ni nikupe uhuru wako tu, Neema. Nikisema na hivyo namaanisha naona bora ukatafute mwanaume ambaye anaweza kukutimizia mahitaji yako. Mimi nimekuruhusu Neema, nenda tukatafute mwanaume mwengine tofauti na mimi. Lakini ukiendelea ukaa na mimi, utaendelea tu kuteseka. Neema naumia, lakini sina jinsi, we naenda tu mpenzi wangu Unachoongea una maanisha kumbuka, mimi nimekupenda hivyo hivyo jinsi ulivyo. Naanameankaa wenye pesa zao wamenitaka, lakini nimewakataa kwa ajili yako. Nimejitolea maisha yangu kwa ajili yako.

Tumepitia vingi, tumeyavuka mengi, tumeyaona mengi, yote sababu ya ushindi. Tumepitia vingi, tumeyavuka mengi. na mpenzi, nimekuta hapa kuna vitu nataka nikwambie. Sawa, sema, haina shida Mi mja mzito na mimba yako? nini kinaumiza? Kichwa kizunguzungu? Hivi Neema, unaakili sawa sawa kweli? We mwenyewe maisha yetu unaelewa magumu. Sisi tunaishi maisha ya tabu ya ovyo kabisa. Haya, hali yetu ya maisha unaijua ilivyo, unaenda kuenda kubeba uja uzito tuna maisha duni, tuna maisha magumu, unaenda kulibeba na ujauzito uzito. Neema, hivi inakaaje hiyo? Sasa nisikilize kitu kimoja, huu ujauzito ujauzito wako imekuwa kosa, na tunaitoaje hii mimba? na unajua maisha yetu magumu, hatuna pesa, hospitalini tunaendaji bila hela? Oh, mimi hapa kuna wazo nimelipata, sijui unanielewa wewe nenda ndani kwanza, mimi ngoja niende hivi, kila kitu kitakaa sawa, lakini huo ujauzito tutautoa. Kizunguzungu, kizunguzungu, kizunguzungu kinaumiza kichwa, kizunguzungu, kizunguzungu ueda Mwajuma. uh -huh. kwa nataka uniambia, yaani dawa ni unyama, haina tatizo lolote <tiple> Yaani nakwambia hivi, hiyo dawa ni kiboko. Uhum. unanyiona mimi, mimi nimetoa mimba hizi nne dabo. Ah. mwona na ninavyokuambia, mwa arobaini shubili, majani ya chai aingii ndani. Kwa hiyo dawa iyo dawa nimeitoa huko mbali huko, ah. Eh. Sasa nisikilize, dada Juma, basi mi ngoja niondoke sawa saa akili kupata poto mhumila yote neema shika dawa hii dawa itakusaidia una hakika itanakusaidia neema kunywa kwa nini unataka kuzaa mpenzi wangu nataka kuzaa maisha yenyewe magumu haya kunywa ha. utekukosa e ushauri mambo yenda mira mira kidogo neema kunywa basi Chungu ndo dawa hiyo? kuna dawa ya asili ambayo sio chungu? Neema, alafu mm, kwa taarifa yako, kitu ambacho unashindwa kujua hii dawa amenipa dada mwa Juma, katoa mimba nne, unanielewa eh? Waongeza tena kidogo, ongeza kizungu, Kizunguzungu kinaumiza kichwa kizunguzungu kizunguzungu kizungu. Sasa hapo ukikaa, baada ya dakika kumi tu kila kitu kitakaa sawa. Sijanielewa? Pole mpenzi wangu, naelewa. Lakini hapo basi kila kitu kitakaa sawa, pole huo ndio mtishamba huo, yote kukosa ushauri, mambo yaenda bila bila sababu ya kizunguzungu. Kizunguzungu kizunguzungu kinaumiza kichwa kizunguzungu Wewe umempaje mpaje ile dawa Da Majuma eh? Maelekezo amenipa mwenyewe mimi, nimechukua kikombe kimoja kile chote, nimemlazimisha tu haraka haraka anywe, amekunywa yote. Haya, usharibu umeharibu. Yani Sa ni sasa nimeharibu nini tena ha? Da Majuma, yani ungetakiwa kumpa nusu wewe, umempa mkono mzima ule. Jamani Da Majuma, maelekezo si, amenipa so mwenyewe. Lakini Da Majuma, hmm. Sasa basi, ninachokushauri hapa yani tumpeleke hospitali. Dama Juma hospitali vipi tena? Mimi sina hela Dama Juma hospitali sasa mimi naenda vipi sasa Dama Juma baba, sina hela. Baba, tumpeleke hospitali. Ah Dama Juma hapo utakuwa unanionea sasa. Hospitali mimi sina hela. Kwanza mlivyokuwa mnajigijigi kule amjanyambia mimi amjanyishikisha. Sasa hivi nakwambia tuende hospitali unanikatalia. Baba, u msala wako. Upo eh? Dama Juma sasa. Waeli baba. Dama, dama Juma. Mswa, msala wako. Waeli. Mimi ndio naondoka. Dama Juma. Dama Juma. Waeli, baba wewe. Mm-hmm.

mgonjwa wetu aendelee vizuri, nikutoa hofu tu na imani atapona, lakini nifanya kitu kimoja kibaya sana, ambayo nikucha kisheria hivi. Kwanza mlifikiria kabla ya kufanya itukio? Tatizo dokta, mimi sikuwa na hela, kwa hiyo sikuwa na jinsi ya kufanya tena. Daktari wangu serikali yetu ya sasa hivi inasema mgonjwa kwanza, mgonjwa anaweza kutibiwa malipo yakawa taratibu taratibu. Kitendo ambacho mkifanya kimesababisha mgonjwa wetu mfumo wake wa uzazi kuharibika kabisa, mara ugumba yajayo kwenye kizunguzungu Nisaidie dokta, nisaidie mpenzi wangu. Mimi kumbe, unakaa mtoto mzuri kama wewe. Ondoka shenzi, usinipagie maisha ya kuishi. So manifukuza mimi, naenda. una mume huyo, mm, huyohuyo.